Mganga mmoja wa kienyeji katika eneo la Pala kumi kaunti ndogo ya Ganze amewalaumu maafisa wa polisi kwa kumuweka kizuizini bila sababu maalum na za uhakika. Kazungu Kadenge almaarufu Dudu amekuwa akikamatwa na maafisa wa polisi mara kwa mara kwa kuhusishwa na kuwapa kiapo wanachama wa kundi lililoharamishwa la Mombasa Republican Council yani MRC katika msitu wa Kaya ya Pala kumi. Bright Mwandodo na taarifa hiyo kwa kina, akizungumza wakati wa baraza la chifu eneo hilo la kumkaribisha na kumjumuisha tena kwa wanajamii. Dudu ameeleza kuwa yeye ni mtabibu wa kienyeji na wala sitapeli kama inavyodaiwa. Asa, mimi ulikuwa kisanga kisanga kile kilichokuwa ni cha askari kuuawa, alafu udukipi inikafikiria ni msako unaendelea, ulipita wengi walikimbia, kama namiliwa ivikimbia sasa kumbe ikawa nimelengwa. Mganga chifu wa eneo hilo Julius Mwambegu ameeleza kuwa wananchi wote wamekuwa wakiamini dudu kuwa ni mwanachama wa kundi la MRC, kwani amekuwa akienda mafichoni pindi tu maafisa wa polisi wanapomtafuta. Alikuwa ni mtu ambaye tumepata habari zake ya kwamba yeye ni mzee ambaye ananyweshwa viapo watu wa MRC. Ripoti hizo tulikuwa tukizipata kutoka kwa watu wa NIS nice, na imefikia wakati as the area chief tukaweze kuonyesha pale mahali anakaa na tuweze kumshika. Kulingana na dudu, aliweza kunaswa na kupelekwa katika kituo cha usalama cha Multi Agency Unit huko Malindi na baadaye kupelekwa katika mahakama ya Mariakani naambiwa na mimi, mimi na kikosi ambacho hicho kinadesha kinatisha maisha watu, nikawauliza sasa mimi kile kikosi ambacho kinatisha maisha watu huku kiwa mkubwa wao ni mimi na nimeshika. Je, kile kikosi kilikuwa kinachua nini na, na, na yule mkubwa ameshikwa wale, wale wadogo walikuwa wanashinda nini? Naye mzee wa eneo hilo Maitha Masha ameitaka serikali kuingilia kati ili kuangamiza kundi hilo katika jamii. Okay, vile ilijulikana na hata marejista yako ya majina hao watu ni hatua gani ambapo serikali itachukua ili kumaliza hii mambo? Manake yaweza kusimama siku mbili tatu, miezi mitatu, mwaka mmoja, lakini malengo yao wanayo bado, waka wakarudia tena. Nikiripotia habari za mwambao, naitwa Bright Mwandodo.